I think it's high time hao wanaume waanze kupeleka mabibi zao leba. Hmm? Waanze kuwapeleka tu usio kati wanajifungua waone tu bila vili wanadansi mazi uwezi inua mkono ukapiga huyo mtoto wa mtu. Awezi. Anyway, leo nimeona a very disturbing clip. Mwanaume anapiga bibi an unapiga bibi makofi mangumi. Unapiga mtu awezi kurudishia anything. Haizi kurudishia ati anajaribu hata kukupiga. Mm-hmm. Una kakupiga unapiga mtu tu anainua mkono unamkanyagateki Mwanaume kabisa uko na akili unapiga bibi dhatu? Ah, nimeboeka sana, nimeboeka sana sio. Nilikuwa na feel like wanaume, kuna watu ku visit. Siku moja na bibi yako tu uendelee barum wakati anajifungua hmm? Mpeleke tu uone zile dance, wa wamama wanapiga pale hmm? Kwanza ubatike uende hii public uone vile wamama wanapiga dance. Mumama anatamani kuguza popote pale anaweza guza tu aogopi. Yaani ana feel anatamani kuguza pale ataguza feel hiyo pini toke bati hakuna. Yaani umuone akijifungua. Manze utaipiga huyo mtu. Utaipiga mtoto wake wenyewe. Manze utawai. Mimi sijui una mwanaume na watu wapi nguvu ya kupiga bibi manze. Kwa nini mliolewanga na akina nani hawana akili hapa? Because kama mikushinda, bro, relax, tulia. Toka uende, kama hasira iko juu sana, toka kwa nyumba enda relax, ukimpiga alafu si usi hadi ni mtoto mdogo, mkunje samaki angali mbichi ni mtu mzima, sasa ukimpiga alafu <laughs> no, no, no, pata relax. Ah, wanakosa ndio, sometime wanakosea ni ukweli, lakini extend ya kumpiga, yeye si saidi, si mtoto mdogo, mkunje samaki angali mbichi ni mtu ametoka kwao, ametoka akiwa mzee, mama mkubwa, si kumpiga, ninyi wetu achana story mingi hapo kukosea nini? Hapo kwa kumpiga. Hakuna, a a, mimi hata siwezi kuambia, ati kuna design ya kupiga bibi hakuna. Hakuna design ya kupiga bibi. Unampiga, unampiga kama kama huu mtu amekuzalia? Unampiga? Ngoja <laughs> ngoja ani ana kana jaribu kuimagine hiyo clip hivi na feel like ah, kuna wanaume mazee, eh, wafaa hata kuhurumiwa. Nafaa tu kutandikwa tu huyo, hata mimi nikimpata. Unampiga, mimi ndampiga mazee. Unapigaje bibi mangumi, mateke? Relax, tulie kama imekuwa noma sana, amka uende ama mwambie aende kwao ako na kwao pale alitoka. Kama amekushinda kabisa, mbona umpige? Alafu kesho ameenda kwao tena ati unaenda huko ati unaenda kusema ati nataka bibi yangu back. Wanarudisha, ah. Ah, hata mabibi nani, mafala. Ay, ni mafala. Kama watu wenyewe wanarudisha hata mabibi. Kama umeshapigwa mzee, kama umeshapigwa. Ukiona tu mwanaume mjinga ni mwanaume anapiga bibi, Halafu ako na watoto yako, alafu unampiga watoto. Watoto wako hapo wanalia, wanakuona ukifanya gani upuzi kama hiyo.